linang'ala kama mfano wa uongozi wa kipekee uliojaa uzalendo, uthubutu na msimamo thabiti. Alizaliwa tarehe 29 Oktoba 1959 huko Chato, mkoa wa Geita, na alikulia katika mazingira ya unyenyekevu yaliyojenga misingi ya maadili na bidii ya kazi. Magufuli alianza maisha yake ya kitaaluma kama mwalimu wa kemia na hesabu kabla ya kujiunga na siasa mwaka 1995, alipoteuliwa kuwa mbunge wa Chato kupitia chama cha Mapinduzi, CCM. Katika kipindi chake cha ubunge alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za uwaziri, ikiwemo wizara ya kazi, wizara ya ardhi, wizara ya mifugo na ujenzi, ambapo alijizolea sifa ya kuwa kiongozi mchapakazi na asiyevumilia uzembe. Mwaka 2015 Magufuli alichaguliwa kuwa rais wa tano wa Tanzania akiahidi kupambana na rushwa, kubana matumizi ya serikali na kuimarisha huduma za kijamii. Alijulikana kwa jina la utani Burudoza kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya ubadhirifu na uzembe serikalini. Miongoni mwa hatua zake za haraka zilikuwa ni kupunguza mishahara ya viongozi wa juu, kufuta safari zisizo za lazima za nje kwa maafisa wa serikali na kuhamasisha matumizi ya rasilimali za ndani katika miradi ya maendeleo. Katika kipindi chake cha uongozi Magufuli alianzisha na kusimamia miradi mikubwa ya miundombinu kama vile ujenzi wa reli ya kisasa ya Standard Gauge Railways, SGR, kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza, mradi wa umeme wa Julius Nyerere Hydropower Project na upanuzi wa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere. Miradi hii yote ililenga kuinua uchumi wa taifa na kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla. Magufuli alijulikana kwa kauli zake zenye msisitizo na uwajibikaji na uzalendo. Alisisitiza umuhimu wa viongozi kuwajibika kwa wananchi na alikemea vikali vitendo vya rushwa na uzembe. Msimamo wake wa kutanguliza maslahi ya taifa ulionekana katika maamuzi yake ya kupinga masharti ya baadhi ya taasisi za kimataifa na kusisitiza matumizi ya rasilimali za ndani katika maendeleo ya nchi. Pamoja na mafanikio yake, uongozi wa Magufuli ulikumbwa na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya wadau wa ndani na nje ya nchi. Baadhi ya sera zake zilionekana kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari na haki za binadamu. Mnamo tarehe 17 Machi 2021, taifa lilipokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha Rais Magufuli kilichotokana na matatizo ya moyo. Kifo chake kilileta majonzi makubwa kwa Watanzania, na viongozi mbalimbali mbali wa Afrika walihudhuria mazishi yake yaliyofanyika nyumbani kwake Chato kwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr John pombe Joseph Magufuli. Hayati Dr John pombe Joseph Magufuli ataendelea kukumbukwa kama kiongozi aliyesimamia kwa dhati maendeleo ya taifa lake akijitahidi kuondoa uzembe na rushwa serikalini. Ujasiri wake wa kufanya maamuzi magumu kwa maslahi ya taifa ni somo kwa viongozi wa sasa na wa baadaye kuhusu umuhimu wa uwajibikaji, uzalendo na uadilifu katika uongozi. Kwa ujumla, maisha ya uongozi wa Magufuli ni kielelezo cha jinsi kiongozi mwenye maono na msimamo thabiti anavyoweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii licha ya changamoto na upinzani anaoweza kukutana nao.